Nani hukumu ngapi zinampata mtu kama huyu? Ndo maana pa, pale tukambwa vipi, zinaa ziko za aina ii. Kuna zinaa ya kuzini kwa macho, sawa sawa. Kuna zinaa ya kuzini kwa vitendo, vitendo vyenyewe ya kujamiana, sawa sawa. Kwa hiyo tujihadhari na mambo mengi sana katika umwezi mtukufu wa Ramadhani kuna mambo mengi, kuna vishawishi vingi sana ambavyo sisi vitatujia, ili tusiharibu saumu so yetu. <laughs> tuwe karibu na Mwenyezi Mungu oh, wakati kwa hiyo, mtu tu, so Naam. Naam. Hiyo ndio zinaa ya macho kwa sababu ukimwangalia mwanamke mara mbili zaidi ya hapo Tayari ibilisi kashakushawishi uii katika zina. Kwa hiyo tujitahidini, na halo no no no no. <laughs> <laughs> ha? <laughs> <laughs> ha?